Tukasikia tu mlio, umegonga nyumba. Tukio la nyumba zao kuparamiwa na mtambo wa mgodi huo aina buludoza limetokea mwezi wa nne mwaka huu saa nane usiku wakati wananchi hao walipokuwa wamelala, huku wakithibitisha ukuu wa Mungu, kwani licha ya mtambo huo kuharibu vibaya nyumba zao, hakuna kifo chochote kilichotokea isipokuwa majeraha madogo madogo wakati linakuja kulikuaga na watu ndani, walikuwemo watoto watatu, ila lilibomoa nyumba, watoto hawakuweza kuumia sana, walipata tujeraha tudogo tudogo. Kipindi tunatoka sisi wala kuliona, hatukuliona tulisikia mlio tu, basi tukakaa kushangaa, tukaambizana twende kwa balozi, twende tuka, tukatoe ripoti ili kifuatiliwe ki, ki, ki kile kitu ki, ule mlio wa kile kitu au tujue ni nini. Kwenda kufika kule chini, ndio wakakuta ndio liliko kaa. Sasa, sasa tumekaa sisi hapa tunaulizana, mwenzetu yuko wapi? Mwenzetu yuko wapi? Kulikuwa na kajukuu kamoja, kumbe kamekandamizwa, maana ni matofali. Tukaenda ukatafuta, tukakapata, tukaanza ukavuta. Baada ya ukavuta hivyo, akaanza kulia, tukamtoa nje ikawa wengine wakakimbia kule kwa, kwa, kwa balozi kupeleka ile ripoti. mimi kama mimi nikamchukua kumpeleka zahanati yule mtoto, akitoa taarifa ya mwenendo mzima wa tukio hilo. Katika zoezi la ukabidhi nyumba hizo, meneja rasilimali watu wa mgodi wa Buckreef Emily Damsuya ameeleza kuwa mgodi huo umetumia zaidi ya milioni sitini na tano kama fidia ya makazi na matibabu kwa wahanga, na kwamba tukio la mtambo huo kuvamia makazi yao litokea baada ya dereva wa mtambo huo kufurushwa na walinzi wa mgodi huo usiku wa manane wakati akifanya jaribio la wizo mafuta ya diesel, ndipo alipoanza kuendesha mtambo huo hovyo na kugonga makazi ya watu kisha kuutaelekeza mtambo huo mtoni. Jumla ya nyumba nne zimejengwa, zimetumia jumla ya kiasi cha shilingi milioni 48 laki moja na 15 na 500 kwa gharama za ujenzi iliyoambatana na ziada ya milioni 16 laki 9 27895 iliyotumika kwa ajili ya matumizi mengineyo kama ilivyofidia ya mazao ya msingi, nyumba, matibabu, vyakula, malazi pamoja na mengineyo kufanyika jumla kuu kuwa milioni sitini na tano, elfu mia nne arobaini na tatu, mia tatu tisini na tano. Pesa hii haijumuishi vyakula vya moja kwa moja vilivyowasilishwa kwa wahanga. Akikabidhi nyumba hizo, mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba ameupongeza mgodi huo kwa kutekeleza maagizo ya serikali kwa wakati, huku akiwataka wa wananchi kuendelea kushirikiana na mgodi huo kutoa taarifa za vitendo vya uhalifu pamoja na hujuma dhidi ya mgodi ili kupunguza hatari ya wao kupata madhara kama hayo. Tulikubaliana kwa pamoja kwamba ndani ya muda mfupi wenzetu wa Buckreef Gold Company Limited waone uwezekano wa kurudisha makazi ya wananchi yarejee katika hali ilivyokuwa. Kwa kweli, wamekwenda wamefanya zaidi ya kile kilichokuwepo. Asanteni sana wenzetu wa mgodi kwa wema wenu na utu wenu ambao mmeuonyesha siku ya leo tunashuhudia hapa, tuliona sote hali ilivyokuwa, na leo tunaona kazi ambayo imekuja kuifanya. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.